Mnatambua kuwa, kuwa mimi ni muhimu katika ujenzi wa jamii. Ni muhimu katika ujenzi wa jamii. Ninapotekeleza ujenzi huu nashirikiana na Mungu katika kukamilisha binadamu na dunia nzima. Huu ni wajibu wangu. Mungu amenipa vipawa nivitumie kwa manufaa ya limuaina moishi na jamii yangu ya Tanzania na dunia nzima, hivyo nitashirikiana na wenzangu katika kuendeleza jitihada alilianzisha Yesu Kristo